Uko vizuri, hongera kwa mchezo wa leo na kuibuka man of the match. Tuambie siri ya hiki ambacho <clears throat> tumekiona katika mchezo wa leo ni nini? Ah, kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mchezo salama. Ah, uh, tume... mimi na siri kubwa kufuata maelekezo ya mwalimu, anatufundisha mazoezini, ndio tukaje kufanya katika mechi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata matokeo mmepata ushindi wa magoli matatu. Faisal, nini mwalimu alizungumza na nyinyi? uh, mwalimu alizungumza kwamba mchezo utakuwa mgumu kwa sababu Costa tukicheza nao mchezo unakuwa mgumu sana. Kwa hiyo tu press juu, uh, watafanya makosa kufanya makosa tuwazibu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alichotuambia tumekifanya, tumekifanya na tumepata matokeo. Umefunga miongoni mwa magoli mazuri katika matatu ambayo umefunga leo hii. Eh, tukumbushe ile momenti, ilipokuwa ile moment uh, moment ilipokuwa ya goli. Ah, moment ilikuwa nzuri kwa sababu

naona tumetengeeza nafasi kipindi cha pili pia lakini hatujasitumia vizuri. Kwa hiyo ni jumla moja ya mchezo kwa hiyo ni football ilivyo. Kwa hiyo tbal ilivo mkapata nafasi nafasiztumia vizuri kipindi cha kwanza lakini kipindi cha nafasi pia msitumie vizuri. Kwa hiyo jumla moja ya, ya football ilivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ah, mwenyezimungumchezo unafata utakuwa mgumu zaidi ya huu ambao tuliocheza tuli leo. Kwa hiyo tutarudi katika uwanja wa mazoezi ili kufuata mwalimu anataka nini tufanye, katika mchezo unaokuja kufanya vizuri. Nimeona kati umefunga, uh, Pascal Msindo alikuja kukurukia kwa nyuma, alifurahi kweli kweli baada ya kupata hii tuzo. Msindo anasemaje? Ah. Nimekuona mlikuwa mnazungumza pale, sina jema kwake. Eh? Eh? Eh, anasemaje kwani? Anasema tuzo nimependelewa. Akubali au? Alikuwa anataka tuzo, anataka na hajafunga. Hajafunga. Nakwambia. Shukrani.